E, ni kweli ilikuwa ni tarehe ishirini na mbili mwezi Desemba 2023 na ndipo hayati Baba Mtakatifu Francisco alipounda rasmi jimbo la Mafinga akilimega kutoka jimbo la Iringa uh, na papo hapo akanitangaza mimi kuwa ndiye askofu wa kwanza. E, kwa kweli ilikuwa ni jambo zito lililonipa mshtuko mkubwa Eh, kwa sababu ni kitu ambacho eh, sikutarajia katika safari yangu ya maisha ya upadre. Bila shaka niliomba kuwa padre, lakini kwamba baadaye sasa ningekuja kuwa askofu tena wa jimbo ambalo tangu nikisoma Mafinga seminari nilikuwa nasikia kwamba litazaliwa na hivi E, nilidhani kwamba yule ambaye angekuja kuwa askofu wa jimbo hili Ndiyo. ni mwingine kabisa na wala nisingekuwa ni mimi, na ikatokea kwamba pia kwamba wakati baba askofu wa jimbo la Iringa Mhashamu Tarcisius Ngalalekumtwa Ndiyo. ameanza kufanya maandalizi ya uanzishwaji uh, wa jimbo hili jipya Ndiyo. mimi, kama naibu wake, alinipa jukumu la kusimamia ujenzi wa makazi haya kwa hiyo e, ni nipa picha ninapotangazwa e, jinsi ambavyo Mungu huwa anaweza akayapanga yote bila wewe mhusika mwenyewe kujua nini kinakwenda kutokea. Hongera sana baba. Asante sana.